hujamba yes, mtazamaji wa Goal 255 karibu kwenye mfululizo wa video zinazopandishwa hapa kupitia YouTube channel ya Goal 255, na mi naitwa Elias kama tunavyojua kwamba siku ya jana rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alikutana na viongozi wa vilabu vya Simba na Yanga na lengo la kukutana nao inaelezwa kuwa ni kutaka kutatua changamoto iliyokuwepo na kufanya mchezo wa Kariakoo Dabi kuchezwa sababu kama tunavyofahamu ni kwamba klabu ya Young Africans wao waliweka msimamo wao wazi kwamba hawatashiriki mchezo wa tarehe kumi na tano na klabu ya Simba pia nao wakasema kwamba kama mchezo hautachezwa tarehe kumi na tano mwezi huu wa sita, hawatacheza mchezo mwingine wowote wa ligi. Hivyo Rais Samia Suluhu Hassan akakutana na viongozi wa vilabu hivi vikubwa na vikongwe nchini Tanzania na kutatua, na kutatua changamoto hii na baada ya hapo ilipofika majira ya jioni, bodi ya ligi kupitia mitandao yake ya kijamii ikatoa taarifa kwa umma, taarifa ambayo ilieleza kubadilishwa kwa tarehe ya mchezo kutoka tarehe kumi na tano ambayo ilipangwa hapo awali na mchezo huo kuhamishiwa tarehe ishirini na tano ya mwezi wa sita mwaka huu huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Kilichofuatia baada ya hapo ni kwamba klabu ya Young Africans yenyewe ilithibitisha kupitia mitandao yake ya kijamii kwamba itashiriki mchezo huo wa tarehe ishirini na tano ya mwezi wa sita, kumaanisha kwamba yale ya matakwa ambayo Young Africans walikuwa nayahitaji ni kama yamefanyiwa kazi, kwa sababu baada ya wao tu kutoa taarifa kwa umma kwamba watashiriki mchezo wa tarehe 25 shirikisho la mpira wa miguu nchini kupitia mitandao yake ya kijamii, na yeye akatoa taarifa kwa umma, taarifa ambayo ilikuwa inasema kwamba mwenyekiti wa bodi ya ligi, huyu si mwingine bali ni mzee Steven Mguto, amejiuzulu nafasi yake ama wadhifa wake kama mwenyekiti mkuu wa ligi lakini hal kadhalika, mtendaji mkuu wa bodi ya ligi ambaye ni Almas Kasongo, yeye amesimamishwa kazi na rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini ambaye ni Wallace Karia, jambo ambalo wanamichezo wengi mpaka sasa wanalisubiri kulisikia ni klabu ya Simba na wao kutoa taarifa kwa umma, taarifa ambayo itaonyesha ita kwamba aidha wamekubali kucheza mchezo huu wa tarehe ishirini na tano au la, kwa sababu mpaka sasa tunavyoongea mimi na wewe klabu ya Simba bado haijatoa taarifa yoyote ile kuhusiana na mchezo huo. Unajua kwamba siku ya jana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan alikutana na viongozi wa vilabu vya Simba na Yanga, na lengo la kukutana nao inaelezwa kuwa ni kutaka kutatua changamoto iliyokuwepo na kufanya mchezo wa Kariakoo Dabi kuchezwa, kwa sababu kama tunavyofahamu, ni kwamba klabu ya Young Africans wao waliweka msimamo wao wazi kwamba hawatashiriki mchezo wa tarehe kumi na tano na klabu ya Simba, pia nao wakasema kwamba kama mchezo hautachezwa tarehe kumi na tano mwezi huu wa sita hawatacheza mchezo mwingine wowote wa ligi. Hivyo Rais Samia Suluhu Hassan akakutana na viongozi wa vilabu hivi vikubwa na vikongwe nchini Tanzania na kutatua, na kutatua changamoto hii. Na baada ya hapo, ilipofika majira ya jioni, bodi ya ligi kupitia mitandao yake ya kijamii ikatoa taarifa kwa umma, taarifa ambayo ilieleza kubadilishwa kwa tarehe ya mchezo kutoka tarehe kumi na tano ambayo ilipangwa hapo awali na mchezo huo kuhamishiwa tarehe ishirini na tano ya mwezi wa sita mwaka huu huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Kilichofuatia baada ya hapo ni kwamba klabu ya Young Africans yenyewe ilithibitisha kupitia mitandao yake ya kijamii kwamba itashiriki mchezo huo wa tarehe ishirini na tano ya mwezi wa sita kumaanisha kwamba yale ya matakwa ambayo Young Africans walikuwa wanayahitaji ni kama yamefanyiwa kazi kwa sababu baada ya wao tu kutoa taarifa kwa umma kwamba watashiriki mchezo wa tarehe ishirini na tano, shirikisho la mpira wa miguu nchini kupitia mitandao yake ya kijamii na wenyewe akatoa taarifa kwa umma, taarifa ambayo ilikuwa inasema kwamba mwenyekiti wa bodi ya ligi huyu si mwingine bali ni mzee Steven Mguto amejiuzulu nafasi yake ama wazifa wake kama mwenyekiti mkuu wa ligi, lakini halikadhalika mtendaji mkuu wa bodi ya ligi ambaye ni Almas Kasongo, yeye amesimamishwa kazi na rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini ambaye ni Wallace Karia. Jambo ambalo wana michezo wengi mpaka sasa wanalisubiri kulisikia ni klabu ya Simba na wao kutoa taarifa kwa umma, taarifa ambayo itaonyesha ita kwamba aidha wamekubali kucheza mchezo huu wa tarehe ishirini na tano au la. Kwa sababu mpaka sasa tunavyoongea mimi na wewe, klabu ya Simba bado haijatoa taarifa yoyote ile kuhusiana na mchezo huu. Una maoni gani? Tuandikie hapo chini kwenye comment. Mimi naitwa Elias Shera na hii Goal 255.